langu Halima Juma Hamdu, nilikuwa nakaa Kidoti bundi na mpaka sasa nakaa Kidoti, lakini mwazo Kidoti bundi, bundi ya kasikazi. Sasa kutokana na hali mambo yetu haya ya kivyama, sasa tumakaa, ndo tumafika kupiga kura, katika kupiga hiyo kura ndio imabidi mie kipindi kile ndo nkaja nkapachikiwa bendera, maana ni balozi namba kumi na moja. Nikaja nikapachikiwa bendera, nipokisha pachikiwa bendera, ndo tumakaa imafika uchaguzi. Umapofika uchaguzi, tumakaa mie na mwanangu na mjukuu wangu, huyo ndo akenda akagombea nafasi hizi za kusimamia. Sasa na mie ndo nikawa ndo balozi vile tunashuhudika na mambo yale nini. Hata ikafika siku ya kwenda kupiga kura, ntukenda tukapiga kura. Tuliporudi kupiga kura, ndo ikatokea zea hiyo changamoto ya kuwa tuhame. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumaka, ndo ika nini, ile ka zika nini, hizo kura zishahesabiwa, zishakuwa kama to, tushafanikiwa sie watu wa CCM sasa, kisha nini, toka yale matokeo, tena ndo ikaja wale wezetu wale wakakereka, kwa kuwa ndo tushapata sie. Sasa tena ndo hapo wakaanza kutuambia maneno, wakawa wanasema maneno makubwa makubwa, ila misiwaj hatuwajibu, tuwa nyumbani kwetu kime, hatusemi wala hatuwashughulikii Tukaa tu tunastahamili. Hata siku hiyo yule mwanangu ndo ikawa kana kwenda zake huko Damba, akasimamishwa, wena, nakwambia hapa, uhame kuna kaa panani hapa. Akamwambia, minakaa pamama, pamama. Ako sipenu kwenu, kwa babako ende zako matemwe. Akamwambia, haya, nishasikia asimjibu tena. Yule akakaa Akawa kana kwenda akasimama pale alipoambiwa, akenda zake mpaka mbele huko. Sasa yule mtu aliyemwambia vile, ndo akenda akajisita na huko, akamsubiri tena, akenda akamwambia tena maneno kuliko yale. Hele tena hemjibu yule, akenda na safari yake. Akanambi, akanipigia simu mie huko, mama ni kwambiwa hivi hivi. Lakini na mama namwambia huko aliko, akamwambia na mama yake huko mjini hapo kushamwambia ikawa kimya, hatujasema ndo tukaa tu pale tena, tunao wenyewe rohoni. Sasa yule msemaji yule ndo akazitafuta namba za mama yake yule mwanangu ule, akampigia simu siku ya pili, akamwambia nataka uje uhamishe mama yako na mwanao. Kwa sababu gani hata niwahamishe nami, hapo kama penu, namie petu nataka uje uwahamishe sasa hivi, kama we huna uwezo wa kuwahamisha sakupa gari sasa hivi uende ukawahamishe. Kwa sababu gani? Mamako kwanini akapachika bendera kiamboni pa watu sipao? Asende ipachika kwa ufuku chani, na mwanao aje auke hapa. Kwanini akenda akakaa wakala Kidoti na akapiga kura Kidoti? E, angekwenda zake kwao Matemwe kwa babake au babake kesha kufa? Hajafa basi, nataka uje uhamishe sasa hivi, kama huna uwezo gari miesa kupa pale tena. Na maneno tele anayotoa hayo, tu ndo kwa, hayo tu ndo ninayoyasema hela na mengine mie, kafiri majibwa, tuje tuhamishwe, punda tuhamishwe nani? Sasa nikaona ah, kwa haya yesha nifika, hadi mwanangu kule akawapigia simu, kakizewa kajaa pale kanalia ndani ya simu tena, wakasema kesho mena kuja chuku ya mwanangu na mama. Nikamwambia mie kwa, mu, kwa kuhama hivi hivi tu ghafla ghafla siwezi, itabidi kwanza nitengeze mambo yangu. Na yule tena naye, wale wajombazi wakasema kwanza, huyu asiuke, kama kanaja mchinja na mchinje hapa hapa hela, kwanza asiuke. Tena ndo tukakaa pale tukatengeta tenda Ta, siku ya ngapi ile, mama akaja akamchukua mwanawe, na mie ndio ni matafuta safari nimakuja huku, lakini pana maneno mengi mengi. Tangu siku ya kura, mie nakuitoa jibwa, mie na kuitoa nani, natendwaje, lakini pia ni nyamaza. Tushafanya kama jambo letu hili la kisiasa, ndio vija vyama vingi, kula mtu ende anakotaka. Sasa na kushinda na kushindwa kuwako Leo kikashinda kile, iwe basi, ushukuru, ngoje mwaka mwingine, isiwe tena umfikishe mwezi yojibwa, apunda, umfukuze, sivyo?